Serikali kwa sasa ipo katika mchakato wa kuweka sawa muswada wa mabadiliko ya sheria ya utambuzi ambao utakao kwenda bungeni. Lengo kuu katika uh, mkutano huo kwa kwa wa pili ni kuhakikisha kwamba inafanya mabadiliko ambayo yatatambua baadhi ya mambo ikiwemo kubadili sheria ambayo ilikuwepo awali ya kufanya utambuzi wa watu wenye umri kuanzia miaka 18 na kuendelea. Baada ya kufanya mchakato wa muda mrefu wa serikali na kutambua watu wake kwa zaidi ya milioni 21 na kuwapa vitambulisho. Sasa maagizo ambayo yalitolewa na rais ya kuwa na jamii namba yanakwenda kupata mwarubaini wake. Hii ni baada ya kuwepo mchakato wa muda kidogo na watu wenye mamlaka ya vitambulisho vya taifa kumi za vichwa na kuona umefika wakati wa kulifanya jambo hili kwa ukubwa wake. Tutajikita hapo kuangazia ujio wa muswada wenyewe, manufaa yake na nini ambacho kitakuwepo ndani, ili kurahisisha mchakato wenyewe wa kufanya utambuzi. Naitwa Nordin Selemani kikualika katika uchanganuzi hii. Leo studio tunaye Yohana Kioya, yeye ni meneja wa usajili na utambuzi kutoka NIDA. Karibu sana Yoana. Asante sana bwana. Kwema. Shukrani. Mambo anakwenda anakwenda kabisa. Mm -hmm. Yeah. Hebu tudokeze kwanza watu, kila mtu ameanza kupata hamu na shauku kwamba mm -hmm. kulikoni huko kwenye mswada, kwa nini serikali sasa inakuja na huu mswada? Mm, asante asante mtangazaji. Uh, labda tujenge msingi kwa mwananchi ambaye yawezekana leo ndo mara yake ya kwanza kusikia kuhusu jamii namba. Mm. Uh, utakumbuka mwaka 2023 ilikuwa tarehe 11 mwezi wa nane Yeah. Uh, Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dkt. Samia Suluhu Hassan, yeah, wakati akizindua wa mkongo wa baharini wa mawasiliano ya intaneti Airtel 2Africa, mm, alielekeza kila mwananchi atambuliwe kwa namba moja ya kipekee ya utambulisho wa taifa, ikapewa jina la jamii namba, na akaelekeza namba hiyo itatolewa na Mamlaka ya Vitambulisho vya Taifa NIDA yenye jukumu la kusajili na kutambua watu wote wanaoishi nchini, kutoa vitambulisho vya taifa, lakini pia kusimamia ushirikishanaji wa taarifa kwa watu wote. Na lengo ni nini hadi kufikia huko? Ukiangalia uh, NIDA imekuwa ikisajili kuanzia umri wa miaka 18 na kuendelea tangu mwaka 2012. Paka saizi, ndugu mtangazaji, umetaja kwamba tushatoa vitambulisho milioni ishirini na moja mm. Kuna manufaa mengi ambayo tayari kama serikali na kama nchi imeyaona kupitia usajili na utambuzi wa watu. Kwa hiyo ni ndoto na kiu ya Mheshimiwa Rais Dr Samia Suluhu Hassan kuona sasa wigo huu wa usajili unatanuka kutoka kwenye kigezo cha umri wa miaka 18 na kuendelea mm. na kuweza kuwasajili watoto tangu wanapozaliwa na kuendelea, na namba hiyo katika kipindi chote cha uhai wa mtu ambaye atakuwa amesajiliwa na kutambuliwa kwa ajili ya kitambulisho cha taifa mm. kwa hiyo umahususi wake ni kwa ajili ya kuongeza ufanisi katika utoaji wa huduma mbalimbali za kijamii na kiuchumi hapa nchini. Okay. Yes. Kumekuwa na usumbufu mwingi eh. Kama huna namba hautambuliki, watu taarifa zao hazieleweki mm. kwa sababu hatujajenga ule msingi wa utambuzi na usajili toka awali mm. Kwa unakuta leo mtu anaitwa hivi, kesho anaitwa hivi, mwisho wa siku utata unakuwa ni mwingi. Kwa hiyo kwa, kwa kulitambua hilo, ndio maana serikali ikaja na utekelezaji wa usajili kwa ajili ya kutoa jamii namba kwa kila mtu anayeishi ndani ya nchi. Tangu maelekezo hayo yalipotoka, NIDA ambayo imepewa hiyo dhamana ya kufanya usajili na utambuzi wa watu ilianza kufanya taratibu mbalimbali kwa ajili ya kuiweka ile ndoto ya Mheshimiwa Rais katika uhalisia na katika vikwazo ambavyo vilikuwepo kama ulivyo tanabaisha, ilikuwa ni kigezo cha umri wa kusajiliwa. mm -hmm. Yes. Ukiangalia sheria ya usajili na utambuzi ya sasa mm -hmm. sehemu ya nne kipengele cha kwanza na cha pili kinataja anayetakiwa kusajili kwa ajili ya kitambulisho cha taifa ni umri kuanzia miaka kumi na nane na kuendelea kwa hiyo moja kwa moja kimemwacha mwenye umri wa chini ya miaka 18 asiweze kutambuliwa kwa ajili ya kitambulisho cha taifa , lakini manufaa ni mengi, na huyu wa chini ya miaka 18 alitakiwa kunufaika na baadhi ya fursa ambazo zipo mm, katika afya, katika elimu na katika shughuli mbalimbali za kibiashara ambazo pia baadhi ya rika kwenye umri wamekuwa wakijishughulisha nazo mm. Kwa hiyo manufaa ni mengi uh, serikali itakapoanza kutekeleza hilo jukumu la kuweza kuwatambua sasa watoto na kuwapatia jamii namba mm, na manufaa yenyewe yatakuwa ni yapi? mm. Manufaa ni mengi mm, lakini kwanza, kabla sijaenda kwenye manufaa mm, uh, katika kwenda kwenye huo utekelezaji uh, NIDA iliandaa mpango. Tayari nimeshaandaa mm. mpango kwa ajili ya usajili wa watoto kuanzia umri wa kuzaliwa na katika kipindi cha mwaka huu wa fedha kwa maana ya 2025 2026, tunalo jukumu la kufanya usajili wa majaribio katika okay. wilaya ya tatu mm -hmm. za kwanza ambapo wilaya ya kwanza ni wilaya ya Kilolo na wilaya ya pili ni Rungwe, lakini ya tatu ni wilaya ya Kusini Zanzibar, ambapo mm -hmm. tunatarajia kusajili jumla ya watu laki mbili na thelathini na tano elfu, na mia nane arobaini na sita. Mm -hmm. Yes, kwa hiyo hii itakuwa ni majaribio na baada ya hapo basi usajili utaendelea mm, nchi nzima. Hapo sasa kwenye muswada, baada ya kutupa bio, picha nzima ya nini eh, ambacho kinatakiwa ndani ya jamii namba na manufaa ambayo watu watakayoyapata, huu muswada uh, utakuja kubeba nini kwenye mabadiliko ya sheria hiyo ya usajili na utambuzi? Asante sana mtangazaji. Sehemu kubwa kwa ajili ya usajili wa watoto ni mabadiliko ya kipengele hicho tu nilichokitaja, okay. kwa maana ya kushusha tu umri wa usajili mm -hmm. kuondoa kile kigezo cha kumi na nane kuendelea na kusema usajili utaanza kuanzia umri wa kuzaliwa na kuendelea mm -hmm. Kwa hiyo maana yake wigo wa usajili utakuwa umetanuka, na kwa mujibu wa sensa ya mwaka elfu mbili na ishirini na mbili uh, inaonyesha tuna watoto milioni 31 kwa hiyo maana yake, unaona tutakuwa na pula ya watoto milioni 31 wengine ambao sasa serikali kupitia NIDA itakuwa na jukumu la kuwasajili na kuwapatia jamii namba ili waweze kutambulika, basi fursa na huduma mbalimbali ambazo zipo ziweze kutolewa kwa urahisi zaidi kwa wananchi wote hapo. Mm, hapo yes. Uh, tayari watoto wapo yes. Na kwa sasa mmesema kwanza, mna, mna wilaya tatu za majaribio yes. Uh, lakini baadaye ni kumtambua mtoto pale anapozaliwa. Hawa ambao tayari sasa uh, hawapo tena kwenye mahospitali yani mm. ana miaka miwili mitatu minne hapo katikati mpaka miaka kumi na saba mm. utaratibu wake sasa utakuwaje? ili kuhakikisha kwamba mnawatambua yes. na wenyewe wananufaika na hii jamii namba sawa. Asante mtangazaji, umeeleza swali nzuri sana uh, katika usajili na utambuzi wa watoto tumebainisha maeneo mbalimbali uh, hospitali ambapo tunaamini watoto pia wanapatikana huko kwa ajili ya huduma mbalimbali, huduma za chanjo, huduma za kliniki mm. kwa hiyo tutawasajili huko, lakini pia katika mashule kuna watoto ambao wako mashuleni, katika chekechea, shule za msingi, shule za sekondari. Kuna watoto wengine wako vyuo vya kati, hawajatimiza miaka 18 maeneo yote hayo yatakuwa ni maeneo muhimu kwa ajili ya NIDA kuweza kuwafikia watoto, lakini kama ulivyozungumza kwamba kuna ambao hawapo sasa kwenye hayo maeneo yote. Kwa hiyo tutakuwa na maeneo mbalimbali au vituo vingine ambavyo tutaweza kuwafikia kupitia ofisi za serikali za mtaa mm -hmm. tutafungua vituo, ofisi za serikali za mtaa. Wananchi watatangaziwa, wale wa watoto ambao hawako katika mashule na hawako katika mahospitali, basi watafika kwenye hayo maeneo, kwa kushirikiana na uongozi wa serikali ili tuwawezi kupata huduma ya kusajiliwa kutambuliwa na hatimaye kupewa jamii namba mm, na <laughs> kitambulisho cha taifa. Maana yake hapo watakaozaliwa. Uh, sasa unajua, katika hali ya kawaida hii Tanzania kuna watu bado uh, wanapata watoto, lakini sio katika mfumo rasmi, mtu aende hospitali na nini lakini yupo katika umri tu huo ambao sasa ndo ame, amesha zaliwa hmm, sio kwenye mfumo huyu hmm, naye atalazimika kwenda kwenye hivyo vituo ama kutakuwa una utaratibu mwingine wa utambuzi? Hapana, uh, vituo ambavyo vimeanzishwa ni hivyo. La kimsingi uh, wananchi wataelimishwa kuhusu maeneo hmm, ambayo huduma za usajili zitakuwa zinapatikana. Kwa hiyo kwa mwananchi ambaye atakuwa anaona nafasi yake ni nzuri kumpeleka mtoto kwenye kituo cha afya pale kwa mwananchi ambaye ataona yeye urahisi wake ni kwenda katika kituo ambacho tumekifungua kupitia ofisi za serikali za mtaa, na kama unavyotambua mtangazaji, uh, ofisi za serikali za mtaa zinatoa huduma kwa wananchi wote, kwa atafika pale, na sisi NIDA tutaweza kumsajili kwenye eneo hilo hmm. Ni usajili ambao unalenga watoto. Mathalan, leo mtu Mtanzania uh, yupo nje ya nchi hmm. Uh, ana familia kule watoto mm. wake eh, wana umri wapo chini ya miaka kumi na nane hawajapata u uh, hiyo namba ya utambuzi mm, lakini pia mtoto wake pia amezaliwa uh, labda sasa hivi anazaliwa huko mm, wakati ambako labda sheria imeshafanywa mabadiliko mm, na huo utaratibu upo mm. mm. hawa na wenyewe utambuzi wao utakuwaje? Ni lazima waje nchini ama kuna utaratibu ambao NIDA mtakao tumia labda Uh, wa kidijitali na mambo mengine ni kuhakikisha kwamba huyu anaendelea kutambuliwa, sababu mzazi anasema, hawa wanangu ni Watanzania licha ya kwamba naishi nao nje ya taifa la Tanzania. Asante. Uh, kama unavyofahamu mtangazaji mtangazaji, mpaka sasa hivi tunasajili wa Watanzania ambao wanaishi nje ya nchi, acha tu watoto. Lakini tunawasajilije? Tunawasajili kwa maafisa wetu kwenda kupitia balozi zetu katika nchi wanazoishi kwa hiyo wanatangaziwa, balozi zetu zinatusaidia kufanya uratibu wa hamasishaji, basi tunaenda kutoa huduma kwenye ofisi zetu za ubalozi kwa kutumia fursa hizo hizo. Wale watoto ambao wana umri chini ya miaka 18 tutakapokuwa tumeanza ile zoezi, tutakapokuwa tumeenda kwa ajili ya kutoa huduma ya usajili na utambuzi kwa diaspora walioko nje ya nchi, basi watoto nao watapata fursa ya kuweza kutambuliwa na kupata jamii namba, kwa sababu tayari baada ya kuondoa hicho kigezo cha umri na nao watakuwa wamekizi vigezo vya kuweza kusajiliwa na kupata kitambulisho mm. yeah. cha taifa. Kwa kuwa nje ya nchi sio kigezo tena cha sio tatizo kabisa. Uh, mkakati sasa unakuwa ni upi? Kuhakikisha kwamba hakuna mtoto yoyote ambaye atakayeachwa nje ya, ya mfumo kwa sababu Uh, kwa watu wazima kidogo imekuwa ni mtihani mpaka leo. Kuna watu ambao bado eh, vitambulisho hivi hawana yani, manake mm hawatambuliwi -hmm. rasmi mm -hmm. na wamekuwa wakirukaruka huku na kule, licha kwamba kuna wengine wameshindwa kukidhi taratibu ambazo zimewekwa na mamlaka. Kwa watoto, ni mkakati upi unasukwa uwe mahususi kuhakikisha kwamba sasa asiachwe yoyote, ili baadaye tena huyu baadaye umri ukishafika mkubwa na wewe, mbona namba yako anaanza tena kuwekaweka Eh, sababu ambazo hazijanyoka. Asante um, mkakati mkubwa, serikali inaendelea kuwekeza zaidi kwenye kutoa elimu, kutoa elimu kwa wananchi, kuhakikisha pindi mlango utakapofunguliwa kusajili watoto, basi watoto wajitokeze waweze kusajiliwa, na sio hivyo tu, kwa sababu usajili wa mtoto unategemea zaidi na utambuzi ambao mzazi ashaufanya okay. kwa sababu taarifa za mtoto zitafungamanishwa na taarifa za mzazi kwa maana ya kwamba lazima mzazi au ameshasajiliwa na ametambuliwa ana namba ya NIDA au kitambulisho cha taifa. Utambuzi ule wa mzazi, sasa ndio utakaotumika kumtambulisha mtoto. Kwa hiyo katika mazoezi tunayoendelea nayo ya, ya usajili katika nchi nzima, katika ofisi zetu, tunaendelea kuhamasisha wazazi, walezi wa watoto, ndugu mbalimbali mbali wa watoto waendelee kujitokeza kufanya usajili wao kwanza wapate namba ya NIDA na kitambulisho cha taifa, ili tutakapoanza usajili wa watoto, basi vile vikwazo vitakuwa vimesha pungua. Mtoto akija tunachukua namba ya NIDA ya baba, NIDA ya mama, tunamtambua mtoto, tunampatia jamii namba. Kwa hiyo utambuzi wa mtoto utakuwa umerahisishwa zaidi ya, kwa hiyo huo ndio mkakati mkubwa ambao ambao upo. Kwa hiyo mazingira yatakuwa ni rafiki zaidi, ule ugumu usumbufu uliokwepo mwanzo wakati tunasajili watu wazima, kwenye usajili wa watoto hautakwepo kwa sababu sasa asilimia ishirini na moja milioni ya watu wazazi, mm, tayari tushawatambua, mm, na hawa ni watu ambao tunaamini wana familia zao tayari. Kwa hiyo kumsajili huyu mtoto itakuwa ni kitu ambacho ni rahisi sana, mm, kwa maanake, yes, wazazi watambue kwamba wao wanaweza wakawa kikwazo cha watoto wao kusajiliwa kabisa na nitoe rai kwa wazazi uh, ambao hawajajisajili kwa ajili ya kitambulisho cha taifa wahakikishe wanatumia muda huu ambao umebaki, kabla ya serikali kuanza usajili wa watoto, kuhakikisha wamejisajili, wamepata namba na kitambulisho cha taifa, ili hilo zoezi litakapokuwa limeanza, basi wasiwe kikwazo kwa watoto wao kupata huduma ya usajili na utambuzi. Kama unavyofahamu, Uh, NIDA inatoa huduma kwa watu wote nchini kwa wakati huu mm. Kwa kwa hiyo huyu mzazi asiwe chanzo cha kupeleka malalamiko kwa serikali, kwamba mimi serikali imeninyima huduma fulani. Tataja tukija baadaye kwenye umuhimu wa usajili wa watoto mm, ni upi tutaeleza, namna gani pia huyu mtoto uh, atakavyonufaika baada ya kuwa ameweza kupata hiyo hiyo jamii namba. Kwa hiyo kuna baadhi ya fursa mtoto anaweza kasikosa kwa sababu mzazi amekuwa kikwazo cha kumpeleka mtoto kwenda kusajiliwa mm. Labda hapo hapo ni naweza nikaziunganisha nayo mafaa. mm -hmm. Twende hizo hizo faida uh, faida kubwa ya kwanza kubwa ni ya kiusalama okay. Eh, katika eneo la usalama uh, ukishakuwa umesajili watu watu wote umewatambua, ni rahisi sana kudhibiti uhalifu ndani ya nchi, lakini pia ni rahisi kudhibiti wahamiaji haramu kama mnavyofahamu tumekuwa tukipata taarifa za matukio mbalimbali ya uharibifu, uhamiaji haramu, wanapora ardhi zetu, wanakaa kule kwa sababu hawatambuliki kama raia wetu. Wote wakishakuwa wametambulika, itakuwa ni rahisi kuweza kudhibiti viashiria vya aina yoyote ambavyo vinaweza vikaathiri usalama wa nchi yetu. Lakini eneo lingine ni lipi? Kwenye mipango mbalimbali mbali ya maendeleo ya serikali ili uweze kupanga vizuri na upange kitu ambacho kinatekelezeka ni mm -hmm. Lazima uwe na taarifa sahihi, yeah. Serikali inapanga kutekeleza huduma ya afya kwa wote, utajua watoto ni wangapi. Serikali inapanga kuhusu kuboresha mifumo ya elimu, ni watoto wangapi wako shuleni? Tutawapa watoto mikopo kwa utaratibu upi na ni wangapi? Tutawatambuaje ili watu wengine wasiweze kwa hiyo kwenye maeneo haya yote serikali inaweza kupanga vizuri na tukaona viashiria vya mafanikio ya ile mipango vinakuja kirahisi kwa sababu unapokuja wewe Nudin, tayari nipe jamii namba yako. Okay, ah wewe ndo Nudin, baba yako ndo yule Abdalla. Ah tayari taarifa zake tunaziona pale, tunakutambua unapata huduma unayostahili. Kwa hiyo kwenye usimamizi wa rasilimali za serikali katika kuchochea maendeleo ya nchi yetu itakuwa ni rahisi zaidi kwamba dola moja imeenda kutumika kwenye eneo sahihi na hakuna upotevu wote wa fedha mm. Lakini eneo lingine lenye manufaa baada ya kukamilisha usajili wa watu wote kujumlisha na watoto ni kwenye ongezeko la mapato ya serikali mm. Sasa hivi kuna watu wengi sana wanakwepa kulipa kodi, wanakwepa kwa sababu hawatambuliki. Kuna watu wengi wanapata changamoto wakati mwingine za kufungua biashara kwa sababu taarifa zao hazitambuliki hawana kitambulisho cha taifa mm. lakini kumbe baada chetaifa, full, kilaisi, brera, kupata ya kupata kitambulisho cha taifa itawapa fursa ya kuweza kutambulika kirahisi, kufungua biashara BRELA, kupata TIN namba pale TRA. Lakini pia tunaona sasa hivi kuna vijana mbalimbali wengi ambao wanafanya biashara ndogo ndogo ambao wako umri chini ya miaka 18 mm. tuna boda boda wanapata kipato, lakini hawezi kufungua akaunti za benki kwa sababu hawana Hawana na tambulisho, yes. Lakini pia vijana hawa wengine wanajihusisha na shughuli hizi za uh, mtu ana kibanda chake ana kagenge anauza matunda, wanapata hela, wanakosa sehemu ya kutunza fedha zao. Kwa hiyo kumbe tukifanikisha usajili wa watu wote hawa kuna mkakati unaitwa ujumuishaji wa kifedha okay. financial inclusion, kwa kwamba kuhakikisha watu wote ambao wanajihusisha na masuala ya upatikanaji wa fedha basi wawezeshwe waweze kutumia zile fursa au kunufaika na zile fursa rasmi. Mm. Kwa hiyo waweze kufungua akaunti za benki, waweze kufanya saving. Unaamini ukifanya saving, inaweza kufikia saving yako kiasi kadha ukafungua kwa biashara ukaanza kuajiri watu. Mm. Ukiajiri mtu maana yake tayari tunaendelea kuinuana kiuchumi. Mm. Kwa hiyo kuna sera mbalimbali mbali za nchi yetu au mikakati mbalimbali mbali ya nchi yetu, mipango mbalimbali mbali ya serikali ambayo inaweza kutekelezeka kirahisi baada ya kuwawezesha watu wote nchini kuwa na namba ya utambulisho wa taifa, yani jamii namba. Mm. Tukienda kwenye sekta ya elimu. Okay. Unaona kumbe serikali inawezesha. Sasa hivi inatoa elimu bure. Lakini yawezekana kuna watu wengine ambao wanasoma hapa nchini kwetu, lakini sio wa kwetu. Kwa kuwapa jamii namba watoto tangu wanapozaliwa, maana mm. yake tayari tumemfunganisha mtoto wako na NIDA. NIDA tunajua ni raia wetu wetu ni Mtanzania. Ana mtoto anaitwa Abdalla, ana mtoto anaitwa fulani fula, fula, na wote mmefungamanishwa taarifa zao. mm -hmm. Kwa hiyo kumbe tutatoa zile resources ambazo tunazielekeza kwenye elimu kwa manufaa ya watanzania ambao baadaye watakuja kusaidia kuinua taifa letu. mm -hmm. utoaji wa mikopo ya elimu ya juu, huduma ya afya kwa wote, kama nilivyosema serikali inaelekea huko sasa Ukishakuwa umesajili watu wote, maanake uhitaji tena kutoa kitambulisho cha bima ya afya yeah. Na mpaka sasa hivi, ndugu mtangazaji, kama una kitambulisho cha bima ya afya na umeenda sehemu yote kupata huduma, unaambiwa leta namba ya NIDA yeah. Unapewa namba ya NIDA au unatoa kitambulisho cha NIDA na unapata huduma yeah. Unahudumiwa vizuri, una unaondoka, uhitaji kubeba kadi ya bima ya afya yeah. Kwa hiyo maanake katika kutekeleza sera ya bima ya afya kwa wote, na unatambua mtangazaji, Mheshimiwa Rais katika maelekezo yake ndani ya siku mia moja baada ya mm. kuapishwa ni kuhakikisha utaratibu wa utekelezaji wa bima afya kwa wote unaf unafanyaje? Unaanza. Kwa hiyo mm. Kumbe tayari kuna viashiria ambavyo serikali ishaviandaa mm. kwamba watu tayari milioni ishirini na moja washasajiliwa, wana kitambulisho cha taifa, okay. Hawa wanaweza wakapata huduma ya bima afya kwa kutumia namba zao za NIDA mm. kwa hiyo tutakapofanikisha usajili wa watoto manake tayari mtoto na jamii namba ana kitambulisho cha taifa, hahitaji kubeba kadi ya bima ya afya au serikali hahitaji kuingia gharama nyingine kwa ajili ya kutengeneza kitambulisho cha bima ya afya mm. ni kitambulisho cha NIDA kitatumika kutoa huduma zote po, rukuki, po, kwa hiyo manufaa yapo. rukuki hapo nimetaja kwa uchache, lakini yapo mengi sana mm. na ni ndoto ambayo sasa ina kuna, kutimia. Kutimia. Yoana, kuna, kuna swali moja ya kichokozi hivi, unajua jamii yetu ya Kiafrika mm. e, sio lazima baba Eh, mama wewe na umri wa miaka kumi na nane ndo unapata mtoto. Sasa ikitokea mazingira ya namna hii inakuwaaje? Yaani mama mwenyewe mtoto alafu ana mtoto na wakati utambuzi wa mtoto unategemea mama na baba. Sahihi kabisa. So mm. uh, tunatambua hilo na katika taratibu zetu za usajili na utambuzi wa mtoto tayari tumeshalizingatia katika miongozo yetu okay. uh, kama nilivyosema mwanzo kwamba kutakuwa na watoto anaweza akawa hata ni uh, wazazi wapo lakini wakawa hawana NIDA. Mm, lakini wale wazazi wana ndugu, yule mtoto ana shangazi, yule mm. mtoto ana mjomba okay. Lakini pia kwa mtoto ambaye naye ana mtoto, maana huyo mtoto mwenyewe unayemzungumzia mpaka leo hana NIDA. Sawa, eh. Mm. Kwa hiyo maanake hawezi kumdhamini mtoto wake sasa hawa tutawafungamanisha okay, na huyu mtoto ambaye hana NIDA ataenda kwa baba yake, kwa mama yake. Kwa hiyo tutamsajili vizuri huyu mtoto wake, tutamfungamanisha na taarifa za bibi, za babu, shangazi okay. Hivyo ataweza kusajiliwa kwa sababu ni taarifa zile zile ambazo mwisho wa siku zinaleta uh, katika ile ya utambuzi wa uraia wa mtu mtoto na mtoto kwa babu yake manake ulaia unakomeka vizuri. Kwa hiyo okay, wale tutachukua taarifa za NIDA za babu zao, bibi zao na tutaweza kuwasajili. Kwa hiyo hiyo changamoto haitokuepo. Kikubwa mm, hawa ambao wapo ambao tumesema ni watu wazima, kama nilivyosema, wale ambao hawana NIDA wajitokeze wasajiliwe. Mm. Ili changamoto sasa kama hiyo ulioitaja haitokuepo. Kama babu wa mtoto tayari ana NIDA, manake yule mtoto ataweza tu kusajiliwa na kutambuliwa na atapata jamii namba na kunufaika na huduma uh, hizo ambazo nimemaliza kuzitaja. Wakati wetu tumekwenda mbio sana, Yohana, tumalize kwa kwa ufupi sana, yeah. Uh, kuna mtu anaweza kujiuliza, ah, wanasema tu jamii namba jamii mm. namba mm. lakini leo kuna mtu anakuja na kile kitambulisho chenyewe mm. je, hawa watoto na wenyewe mtafuata utaratibu ule wa kuwapigia picha na nini mm. na kuwatolea vitambulisho na iwapo vitapaswa kubadilishwa vitabadilishwa kwa muda gani? Sasa okay, tutawapatia vitambulisho, yeah, tutawapatia vitambulisho kwa sababu NIDA inasajili na kutambua, lakini jukumu la pili ni kutoa vitambulisho. Kwa hiyo mtoto yote atakayemsajili tutampatia kitambulisho, na ndio maana tukasema hata huko kwenye bima ataenda atanufaika. Uh, vigezo vinaweza kawa usajiri na taratibu za usajili zikatofautiana kulingana na umri unapomsajili mtoto, wa kuanzia miaka sifuri hadi mitano hapa ni tofauti na yule wa sita kwenda hadi kumi na saba. Mm. Huyu wa sita hadi 17 tayari anakuwa kuna biological features ambazo zinakuwa zisha, zishakoma. Mm. Kama alama za vidole unaweza ukachukua kwa sababu tayari vishakuwa vimekoma. Lakini huyu mtoto wa kuanzia sifuri mpaka mitano unaweza ukakuta alama za vidole bado hazijakoma. Kwa hiyo hawa hawatochukuliwa alama za vidole. Lakini wale wa miaka sita na kuendelea tutaweza kuchukua alama zao za vidole. Na niongezee hapo hapo Uh, NIDA italeta manufaa zaidi na kuzuia udanganyifu mm, kwa sababu tayari huyu mtoto, asilimia kubwa ya watoto tayari tutakuwa tumewachukua alama zao za vidole mm, kwa hiyo ikianza kufungamanishwa na mifumo mingine kama unavyosema, ndo usuru nyingine ya mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ni kuhakikisha mifumo inasomana mm, mfumo wa NIDA unasomana na mfumo wa lita mfumo wa NIDA unafumana na mifumo ya ardhi, mifumo ya uhamiaji, mifumo ya huduma kwa wakimbizi hmm. na mifumo mingine. Kwa hiyo maana yake itaondoa uyanganyifu. Mtu akishakuwa amesajiliwa kwa kupata na akapata cheti cha kuzaliwa kwa kutumia taarifa zilizopo NIDA manake hawezi tena kwenda kujisajili akapata cheti kingine cha kuzaliwa, kwa sababu tayari mfumo utakuwa umtambua kwa alama za vidole ambazo tulimchukua wakati tunamsajili. Kwa hiyo okay. Nasema vitu vingi vinaenda kuimarika, vitu vingi vinaenda kubadilika. Wananchi wawe tayari na haya mabadiliko na hmm. waishike mkono serikali okay. Itakapokuwa inawapa maelekezo, inawahamasisha kujitokeza kwenye vituo vya kujisajili, wajitokeze kwa wingi. Mm. ili serikali iweze kukamilisha ili jukumu kwa wakati na manufaa haya ambayo nimejaribu kuyabainisha kwako basi watu wote waweze kunufaika nayo na maendeleo ambayo kwa kweli tunayaota kila siku ya tuweze kuyaona mm. kwa taifa letu la Tanzania. Yohana, nikushukuru sana nashukuru sana. Naam ni meneja usajili na utambuzi kutoka NIDA, Yohana Kioya ambaye tumekuwa naye kwenye uchanganuzi hii leo kuangazia uh, kule kuendelea kupikwa kwa upatikanaji wa jamii namba ambayo itategemea mabadiliko ya sheria ya usajili na utambuzi ambao mswada wake utapelekwa katika mkutano eh, wa pili wa bunge eh, mkutano wa kumi na tatu, uh, bunge la kumi na tatu katika mkutano wake wa pili ambao utaketi uh, baadaye mwezi huu, ikiwa tu ni juhudi za serikali kuhakikisha inatambua wananchi wake. Mi naitwa Nordin Selemani na kwa nukta io unafikia tamati uchanganuzi kwa siku ya leo. Panapo majaliwa tukutane tena kesho. Usiku mwema.